Ukweli kuhusu Lovable AI: rahisi kutengeneza website lakini ngumu kuiboresha. Lengo la video hii ni kuonyesha ukweli wa matumizi ya Lovable AI, jinsi inavyorahisisha kuunda website, lakini pia changamoto za kumaintain au kuweka posti mara kwa mara. Unajua kama kuna AI inaunda website kamili ndani ya dakika chache, inaitwa Lovable AI. Lakini je, kuendesha website hiyo kila siku ni rahisi kama kutengeneza? Hebu tuangalie Jinsi Lovable AI inavyofanya kazi. Lovable AI ni platform ya kutengeneza website kwa kutumia maelezo mafupi au prompt. Inatumia AI based builder kama Webflow au Framer, lakini inakuundia design, section na code kwa kiotomatiki kabisa, kiotomatiki unaweza kusema kitu kama. Nilichokifanya ni kuandika tu, uh, mfano naandika tengeneza website ya tech tutorials kwa Kiswahili ndani ya dakika moja nipate homepage about page na hata blog section, na ndani ya dakika chache au sekunde chache itakuwa imetengeneza kila kitu. Faida za Lovable AI. Uh, faida zake za mojawapo ni inarahisisha mchakato wa design na coding, inaunda website zenye mwonekano wa kisasa na zenye kuvutia macho ya watu napia inafaa kwa watu wanaotaka kujenga brandi haraka bila developer. Hii ipale ambapo so oh, creators wa Afrika Mashariki kama mimi na wewe, hakuna CSS. Unajua watu wengi aufahamu kuhusiana hizi di a ka ahouhiu changamoto au hasara za Lovable AI. Lakini sio kila kitu kinachokuwa rahisi kama inavyoonekana. Mara nyingi kuweka post mpya au blog updates ni ngumu. Unahitaji kujua sehemu sahihi ya kuedit code au CMS. Baadhi ya template hazina edit rahisi bila kulipia toleo la premium. Wakati mwingine na inahitaji apks au manual uploads, hasa kama website yako ina content nyingi. Pia kuna mipaka ya AI. Aielewi aye, vizuri vitu vya Kiswahili au staili zako za local content, hata ugumu wa kuweka posti. Na hii ni kwa sababu uh, unakuwa na ni AI ambayo inatengeneza tu website ambazo uh, zinaweza kuwa kama za brand, unaweka tu notification, mambo yako nini, business info zako basi, lakini kuhusiana na masuala kwamba uwe na weka post post mara kwa mara itakuwa ngumu na ni ngumu ngumu sana. Aa, ushauri wangu ni Lovable AI ni nzuri kwa kuanza haraka, lakini hii AI ina mambo mengi kwa wale ambao wanataka kuanza haraka, hii ni rahisi, lakini kama unataka website yenye updates za mara kwa mara labda uhitaji kuunganisha na CMS kama WordPress au Ghost au hata kuandika blog zako kwa mkono. Kuonda shauri wangu kuhusu uh, Lovable. Vipi video alio mekusaidia kiasi gani? Na kama mekusaidia weka comment, au kama video mependa na subscribe kwa ajili ya kupata tips mbalimbali mbali na kujifunza AI na mambo mengi ya social media.